funza baadhi ya mambo ambayo yataweza kutusaidia na kuweza kuiangalia kwa upana zaidi kwa mstakabali mm, kabisa wa nchi yetu ya Tanzania. Karibu sana kokote kule uliko, na mimi nakukaribisha. Majina yangu naitwa Emmanuel Poswea ni mchungaji eh, lakini pia ni mtanzania eh. Karibu sana hapa, tunakwenda kuyatafakari mambo kwa upana lakini pia kukumbushana, lakini pia kuweza kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Hilo ndio jambo kubwa na la msingi sana sana sana sana ambalo ni lazima tuweze kulifazuri zaidi kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Kama nilivyokuambia, yako mambo ambayo yanaendelea yako mambo ambayo yanaendelea katika ya nchi yetu, na nataka kabla yote kwanza, nataka tusikilize hiki ambacho inakileta kwako na eh. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, vyama vingi vitashiriki katika uchaguzi. Nawasihi sana msiache kutukumbusha sisi wanasiasa sisi wanasiasa wote, wanasiasa wote, pamoja na mimi, tukiza kuwa kwenye kipaza sauti, wakati mwingine tunajisahau. Ukishaenda kukaa, unasema Mungu wangu, ni mimi nimesema lile, lakini wakati mwingine yale tunayoyasema yanakuwa mbegu ya uharibifu kwenye taifa. Wakati mwingine unasema jambo ambalo unashindwa kurudi kusema sikusema, na imetokea nchi na nchi zimeingia kwenye vita familia na familia zimeingia kwenye vita, ukoo na ukoo umeingia kwenye vita kwa jambo ambalo msemaji hakukusudia, aliteleza tu kwenye ulimi, na ndio maana lazima tufike mahali ambapo